Pale kwetu Shinyanga ibada kuli ule uwanja wa ndege ilikuwa ni nightmare, ilikuwa ni ndoto. Kamati ya bunge mimi na kukagua juzi, Mheshimiwa Mwenyekiti, uwanja unakaribia kukamilika, ndege zitatua pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inafanya kazi leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, yaani unatenganishaje maendeleo haya? Unatenganishaje demokrasia tulionayo na maendeleo makubwa na mheshimiwa rais mheshimiwa waziri mkuu na serikali iliyoko madarakani, nitakuwa ni mtu ambaye sina shukrani. Mheshimiwa, mheshimiwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, mtu mwenyekiti, mwenyekiti, mwenyekiti anaibuka mmoja tu leo. Unajua, naomba niwakumbushe waheshimiwa wabunge wenzangu, nchi tumeanza uchaguzi wa vyama vingi mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano. Na tulikuwa na wabunge wabunge wa upinzani wakati huo, mheshimiwa Mbowe ndo aligombea urais tulikuwa na wabunge wa upinzani arobaini na moja mwaka elfu mbili na kumi tulikuwa na wabunge wa upinzani tisa mwaka elfu mbili na, ishirini, na tano, tulikuwa na wabunge wa upinzani mia moja na kumi na sita na elfu mbili na ishirini, tuko wabunge ishirini na nane wa upinzani hakuna mtu aliyesema hashiriki uchaguzi mpaka tufanye mabadiliko ya sheria. Hakuna, hakuna mtu aliyesubutu kusema hivyo. Hakuna mtu hivyo aliyesema tuingie barabarani tufanye uasi kwenye chaguzi zote. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mtu mmoja aliyekuwa na tamaa ya urais ameukosa, kwa sababu anajua Samia amefanya kazi, anataka kumwaga mboga, anataka kumwaga ugali na maji akunawa. Hatuwezi kukubali, hatuwezi kukubali. Ukweli ni kwamba kwa namna ambavyo mazingira ya uchaguzi yamewekwa, kwa namna ambavyo wameruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara, kwa namna ambavyo wametumia vibaya nafasi yao ya kufanya haki ya demokrasia, wamegundua kwamba wakishiriki uchaguzi huu hawapenyi. Ndio bana, wameweka mpira kwa bani. tumeshiriki uchaguzi kwenye nchi awamu zote. CCM ni ile ile, katiba ya nchi ni ile ile, tume ya uchaguzi imeboreshwa mwaka jana. Wanaweka mpira kwa pani, hii haikubaliki. Nataka niseme, unaweza kusema yote kwenye nchi, lakini mimi Salome Makamba ni msukuma wa Shinyanga, sina pakwenda. Pasipoti nimepewa na bunge ya kusafiria kwenda nje ya nchi sina pakwenda, mama yangu, familia yangu haina pakwenda. Hatuwezi kuhamasisha uasi kwenye nchi hii, kung'ang'ania kitu kisichowezekana, kung'ang'ania kwamba hatuwezi kufanya uchaguzi. Imebaki miaka mi, miezi mitatu, twende kwenye uchaguzi, unang'ang'ania hatuwezi. Na we, na mtu ni mwanasheria, wote tunajua huko ndani, utaratibu wa utungaji wa sheria, utaratibu wa kurejea sheria kuna namna yake ambayo unahitaji muda. Ni lazima tutebo mara ya kwanza, ni lazima tutebo mara ya pili, ni lazima watu watoe maoni, ni lazima watoe maoni wananchi. Huo mchakato anataka mtu, ametia mpira kwa pani. Na mheshimiwa mwenyekiti, mimi naungana na wale wanaojiita sijui G55 nani, mimi naenda kugombea na nitarudi humu bungeni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeona mmeongeza bajeti baba ongeza mpunga, leta ballot paper, leta maboksi, sisi tuko tayari kwa uchaguzi. Leta maboksi, tuko tayari kwa uchaguzi. Haiwezekani mtu mmoja aye ndo anaamua hii nchi leo iwe Jumapili, kesho ya Jumatatu, yeye Jumatatu anaongea yeye, mwanaume yeye, kibauza yeye, hatuwezi kukubali. Na Mheshimiwa Mwenyekiti kitu kimoja, mimi Salome na wananchi wa Shinyanga hasa kina mama tunasema hivi, yote yametekelezwa mama Samia mitano tena, mama Samia mitano tena. Tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu, tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu, maboksi ya kura kwa ajili ya kuhakikisha tunapiga kura Tunamvika huyu mama nguo, tunamfuta machozi kwa kazi kubwa aliyoifanya na kutukana kwa ajili yetu sisi wananchi wake. Walisema yote, mara ameuza bandari, mara si mama amefanya. Sasa hivi ameshia kusema mama akifungua pochi, mambo yanatekelezwa.